Mahakama ya Nairobi imeahirisha uamuzi wa kutoa dhamana kwa mwanamke aliyeshtakiwa kwa kumsababishia madhara makubwa mtoto mdogo, ikisubiri ripoti ya kabla ya dhamana ili kutathmini hali ya mwathiriwa na mshtakiwa. Mary Njeri Makumi anadaiwa kusababisha majeraha makubwa kwa mtoto wa miaka saba katika tukio linalosemekana kutokea siku ya mwaka mpya eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi. Letuaa Debra na taarifa hiyo Kesi hiyo inatokana na tukio la siku ya mwaka mpya Januari tarehe mosi mwaka huu katika eneo la Upper Hill jijini Nairobi, ambapo mtoto wa miaka saba alijeruhiwa vibaya. Mshtakiwa Mary Njeri Mukami alifika mbele ya mahakama ya Milimani akikabiliwa na shtaka ya kumsababisha madhara makubwa wa mtoto huyo. Wakili wake aliomba dhamana akisema weye ni mkosaji wa mara ya kwanza, mama ya mtoto mmoja, na hana hatari ya kutoroka. Uh, favorable and reasonable cash. Wakili wa mlalamishi aliambia mahakama kuwa mtoto huyo alifanyiwa upasuaji uliogharimu takriban shilingi laki saba na anaendelea kupata huduma za matibabu kila wiki gtaoe othe in the uh, a of, of as well as Ingawa hakupinga dhamana, upande wa mashtaka uliunga mkono utayarishaji wa ripoti kabla ya dhamana.

Mahakama imeagiza ripoti ya kabla ya dhamana ili kuchunguza hali ya mwathiriwa na mshtakiwa kabla ya kuamua juu ya dhamana. Mshtakiwa Mary Njeri Mukami atasalia rumande hadi kesi irudi mahakamani tarehe 26 Januari mwaka huu. Nikiripoti kutoka mahakama ya Milimani, mimi Letuaa Debra.